Wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania, platform ameweza kutangaza kuondoka chini ya record label ya Abbah Music ambayo inamilikiwa na Abbah Abbah Process. So ni kwamba makubaliano hayo ya pande zote mbili yameonekana kwenda sawa kabisa na ujumbe ambao ameweza kupakia e bana bwana mkubwa platform kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba ulikuwa unasomeka hivi: taarifa kwa umma. Napenda kuchukua eh, fursa hii kushukuru Abbah Music na usimamizi na mchango wa safari tulioshirikiana katika kazi zangu za muziki. Tumeandika historia pamoja na ninathamini sana kila hatua ya mafanikio tuliyopitia. Kwa sasa eh, nafunga rasmi ukurasa huu ili kufungua ukurasa mpya eh, katika safari yangu ya muziki. Uamuzi huu umefanikiwa kwa maelewano ya amani na kwa nia ya kuendeleza malengo, malengo mapya ya kisanaa na ukuaji wa kazi zangu. Nimebaki na heshima kubwa sana na timu nzima ya Abbah Music kwa moyo wa kujituma walionionyesha katika kila hatua ushirikiano wetu umekuwa wa thamani kubwa na naamini mafanikio yalipatikana yatabaki kuwa kumbukumbu -kumbu muhimu katika historia yangu ya muziki. Nawatakia kila la heri katika mipango yenu ya sasa na ya baadaye. Huo ndo ujumbe ambao bwana mkubwa platform aliweza ku share kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambao baadhi ya mashabiki kiba, kibao waliweza kutoa bana, mitazamo yao wakiendelea kumpongeza, lakini pia baadhi ya wa watu wakiendelea kusema kwamba hizi record label zipo zina shida gani, kwa sababu katika kipindi cha hika E, katika kipindi cha hivi karibuni tumeweza kuona record label za kutosha kabisa zikizidi kuachilia wasanii wao, kama vile tukiona hata pia kwa upande mzima wa Konde Music Worldwide pale e, bana hata e, bwana mkubwa Ibra ameweza kuondoka kwenye record label. The African Princess msanii pekee ambaye alikuwa amebakia pia aliweza kuondoka pale, mwanadada Yami na kuendelea kuwa kama solo artist, lakini pia e, bana hata pia WCB kule tumeweza kumwona Mbosso Kane, akiwa ametoka WCB, lakini pia hata Lava Lava. So kunaonekana kabisa kama vile record labels zinashindwa kuwasimamia wasanii au kuna kitu gani ambacho kipo behind? Msanii Platform yeye tangu kuweza kusainiwa chini ya record label ya Abbah Music mwaka elfu mbili na ishirini na mbili e bana yeye yeah. Amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao alipata mafanikio kinoma noma baada ya ya ya kusainiwa chini ya record label ya Abbah Music. Yote hii ni mara baada ya kuweza kuachilia wimbo wake kabisa kwenye mtandao wa YouTube, baada ya hapa hapa Tanzania lakini pia East Africa na Afrika kwa ujumla, eh, katika zile top, eh, top 100. So ni kwamba ile top 100 ambayo ilikuwa ni chati ya muziki wa Afrika katika kipindi cha eh, nyimbo ambazo zinazidi kutrend kwa wakati huo, ni kwamba wimbo wa Fall uliweza kuingia eh, katika zile top 100. Lakini pia EP yake ya Abbah pamoja na Beyond, lakini pia EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Abbah, And Beyond, ambao EP hiyo ilikuwa ni ya kwanza kabisa tangu kuanza muziki wake wa Bongo Flava ambapo ilikuwa na ladha tofauti tofauti kama vile Reggaeton pamoja na Afropop ambapo aliweza kuwashirikisha wasanii wakali kinaoma noma kutoka hapa Tanzania kama vile Mario, Jukes, Darasa, Maua Sama pamoja na Tommy Flava, lakini aliweza pia kupata tuzo ya Apple Music Up Next ambapo ilikuwa ni Agasti mwaka 2023 ambapo platform aliweza kuchukuliwa kama ndo msanii wa Apple Music Up Next kwa Afrika Mashariki akiwa ametambuli, a, a, anatambuliwa kama moja kati ya vipaji ambavyo vinaibuka katika kanda ya Afrika Mashariki. Ebana, wimbo ambao unafahamika kwa jina Ananipenda akiwa amemshirikisha Marioo uliweza kupata mamilioni ya streams kuna kwa mtandao tofauti tofauti, mitandao ya YouTube kule, lakini pia Boomplay na platform ndogondogo za kuuza lakini pia kusambaza muziki uliweza kufanya poa zaidi, wimbo pia wa Zoba ambao ambao aliweza kumshirikisha Abigail Chams Uwezo wa kushirikiana katika wasanii mbalimbali hususan jinsia ya kike uliweza kumfanya kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanaweza waka switch kutoka kuimba tu e, na wasanii wa kiume kama vile Mario na Jux ambao washe kufanya nao kazi before. So hata pia baada ya kuweza kufanya wimbo wa Zoba uliweza kuonesha uwezo wake kwamba ni mkubwa zaidi, lakini pia e, record label yake ambayo ni Abbah Music nayo iliweza kuonekana kabisa kuendelea kumshika mkono cause kila tu ambayo msanii e, platform alikuwa akiendelea ku piga walionekana kuwa bega kwa bega, so imekuwa ni mafanikio makubwa sana tangu yeye kuweza kusainiwa chini ya record label ya Abbah Music mwaka 2022 mpaka this time around siku ya leo kuweza kutangaza rasmi kuweza kujitoa eh, kwenye record label ya Abbah Music. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now e bana eh Hivi record label ambazo zinakuwa zinaachilia wasanii eh, zi, wanakuwa wana kama solo artist. Je, changamoto iko wapi? Labda ni record label au ni wasanii? Unaweza ka drop comment eh, yako hapo kwenye uwanja comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare, utakuwa umetisha kinoma noma.